Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mimi ni Mariam Shafi, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Tarbia Youngsters, na leo tuko na madrasa tu Zainul Abidin Park Road. Mko tayari ku record na sisi? Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo tutajifunza suratu dhuha, tutajifunza tafsiri lakini ni baadhi tu ya ya aya katika suratudhuha si yote sawa. Tutajifunza maana kwa undani, na baada ya hapo pia tutaulizana maswali na mwenye atajibu ana zawadi leo. Kwa hivyo ukijibu apata peremende hapo kwa hapo, hakuna mambo ya kusubiri. Nani atatusomea boys suratudhuha? Hamjui eh? Girls, bismillah

dada yetu ametusomea aya za kwanza za tano kutoka suratu Dhuha, lakini sisi tutajifunza aya ya tatu mpaka ya tano, maana na tafsiri, na baada ya hapo kuna nini? Maswali. Kwa hivyo mwafaa musikilize kwa makini, makini, ndo mujibu maswali vizuri, sawa? Yeah. Ehe. Sasa nani ataniambia aya ya tatu inasomwaje? Mhm. Mhm. mawadhaka

Salawat. Aya tatu inasema mawadaka rabbuka wa maakala. Mwenyezi Mungu anatuambia basi Mola wako hakukuacha wala hakukukasirikia. Amemaanisha nini kwenye hii aya? Amemaanisha Seme labda wewe una huzuni, huzuni alafu ushaanza kufikiria mbona kila siku ni mimi, mbona kila siku mimi ndo napata ma, masaibu kila siku mimi ndo nateseka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuambia nini? Hakukuacha wala hajakukasirikia. Hiyo ni aya ya tatu. Aya ya nne inasemaje? baada ma wadaka rabbuka wa maakala eh? wala alakhiratu khairun lakaminal ula, rudieni tena Walal Walal akhiratu khairun laka. Sijasikia bado, eh? Rudieni, walal akhiratu khairun laka minal ula. Katika hii aya Mwenyezi Mungu amesema kilicho mbele yako kina kheri zaidi kuliko kilichopita, sindio? Sasa kwenye aya tatu tumesema Mwenyezi Mungu hajakutupa wala hajakukasirikia, sindio? Aya tatu inasemaje? kwenye aya ya tatu Mwenyezi Mungu amesema mawaddaka rabbuka wa makala. Ya nne wala alakhiratu khairun laka min alula. Aya ya tatu amesema kwamba Mwenyezi Mungu yeye hajakuacha wala hajakukasirikia. Nimesema kwa mfano tuseme we mwenyewe umepitia muda mgumu, ukaanza kufikiria mbona kila siku ni mimi? Sasa hii aya ya nne inasema kwamba inasema kilicho mbele yako kina heri zaidi kuliko kilicho nyuma yako kilichopita. Eh, kwa hivyo tuseme, we umepitia mambo magumu we, sasa baada ya kupitia mambo magumu zaidi, wewe jua tu, baada ya dhiki ni baada ya dhiki ni amujui, baada ya dhiki ni eh, baada ya dhiki ni furaha umepitia mambo magumu, lakini usikate tamaa, muombe tu Mungu wako, na alhamdulillah, inshallah mambo yakiwa mazuri baadaye utapata mambo mazuri, utapata furaha. Ndio maana Mwenyezi Mungu amesema kilichopita hakina ki, heri kuliko kenye kinakuja, si ndio? Haya, aya tano ya mwisho tumalize somo letu, ni wama, kwanza tumesema ni mawadaka rabbuka wama kala Walal akhiratu khairun laka minal ula. Eh, Wala sawfa yu'tika rabbuka. Rudiani tena, wala sawfa si, nyinyi amtaki peremende? Hebu rudiani kwa nguvu nisikie, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mwenyezi Mungu katika hii aya anasema muda si mrefu yeye atakubariki na kitu mpaka usahau vitu zako zenye zilikuwa zinakutia dhiki, zinakutia wasiwasi. Atakupa kitu chenye heri na wewe sawa. Kwa hivyo hizi aya tatu zinatufunza kuhusu nini? Tusikate tamaa. We ukiona sasa hivi wapitia muda mgumu, wejua tu inshallah, karibuni mambo mazuri atakuja na muda wako utaacha uta kuwa mgumu, sawa. Tumemaliza somo letu la leo, sasa hivi ni wakati wa maswali. Je, tumejifunza nini kutokana na aya tatu hizi? Kwanza tuanze na tumejifunza kwamba kwa kila kitu ambacho unapitia Mola wako hajakutupa na baada yamaew Unaitwa nani? Shaban. Shaban kwa vile amejibu swali letu leo tumpa nini? Hmm. Okay. Tumejifunza afwan. Tumejifunza nini tena? Shaban ametuambia ukipitia wakati mgumu wewe jua Mwenyezi Mungu hajakutupa. Kweli, tumejifunza nyingine? Somo lingine lenye tumejifunza kutokana na aya tatu hizi ehe. Usikate tamaa. Sala, uma, ala Muhammad wa ali. Naitwa nani? Radhia amejibu swali letu na atapata zawadi zake hizi hapa. Ehe, tumejifunza nini tena? Wa mwisho tumejifunza nini yes, ujaribu kukua mwema, kukua mwema mm-hmm. Sasa, wewe kwa vile umejaribu wewe utapata suti moja, sababu hatujasema mambo ya kukua mwema. Haya, unaitwa nani? Ali, ehe tumejifunza nini tena mm, tumepata, ehe, mwenzako ajaribu, uko na furaha. Kwa na furaha kwa vile umajaribu, unaitwa nani Ayaz? Ehe. ya mwisho ya mwisho kuna jibu lenye natafuta hapa, ama ni jibu mwenyewe alafu nijipe switi mwenyewe, ehe semeni basi haraka

Shabani amepata switi nyingi kuliko nyii wingine wote, na boys wote wamepata, amepata switi. Girls ni mmoja tu natwaibisha. Jamani, unaitwa nani? Zamzam, kwa vile umejaribu siti hiyo, afwan. Sasa kufikia hapa, tumemaliza somo letu la Quran, na alhamdulillah tumejifunza mambo mawili matatu kutokana na suratu Dhuha, na wanafunzi wetu wazuri pia wamejibu maswali na wakapata zawadi. Na sasa hivi ni wakati wa kusema maasalama. Aya, tuzungukeni kwenye kamera, tuseme Ma. maasalama.